Mazungumzo yetu yalikuwa kuhusu mahala pa kuswali, hukumu ni zipi? Tukaelezea kwamba sehemu hii inawajibika isiwe ni sehemu ambayo ni ghasbi, yaani sehemu ambayo mtu anaswali bila idhini. Kisha tukaelezea maana tunakusudia idhini ni nini maana yake Tukafafanua ya kwamba idhini sio lazima iwe ni kwa matamshi, lakini inawezekana pia ama tukiirudia kwa ufupi, ni kwamba idhini ima iwe ni kwa maneno, yani mtu akwambia kwamba nimekuruhusu, na ruhusa hii ambayo amekupa huenda ikawa ima ni ruhusa ambayo ni pana, yani akakuruhusu mambo mengi ndani yake, ni swala Jambo lingine ruhusa ambayo ni kwa maneno lakini ni finyu imebanika, yaani akakwambia swala tu, sio zaidi ya swala so. Idhini nyingine ni idhini ambayo inakuwa ni kwa ishara, yaani sio kwa maneno, akakuashiria. Labda alikuwa mahala ambapo iko mbali, akakuashiria ya kwamba nimekupatia ruhusa uswali wewe, ukafahamu kwamba amekuruhusu kuswali. Nyingine ni kwamba hajakupa ruhusa, lakini wewe wajua ya kwamba atakapojua atakuwa si mwenye kukataa. Kwa hivyo, mimi naswali kwa sababu ninajua ya kwamba yeye si mtu wa aina hii ya kukataa watu waswali swala zao kwenye sehemu kama hii. Na idhini nyingine ni idhini ambayo tunaita fahwa. Fahwa ni kwamba kwa njia fulani umeruhusiwa kitu fulani, hiki kingine otomatikali kitakuwa umeruhusiwa. Yaani ni mfano gani? Ni kama vile tumeruhusiwa, e, mtu amekupa funguo zake za nyumba. Mtu anapokupa funguo zake za nyumba hana haja ya kukuambia nimekuruhusu kuswali, kula, kuoga, kufanya nini. Haya maneno yote hana haja wewe, inatosha kufahamu kutokana na kupewa ufunguo inamaanisha ya kwamba umeruhusiwa kufanya kila kitu, umeruhusiwa kuingia. Funguo maana yake nini? Maana yake nimekuambia ruhusu, nimekuruhusu uingie ndani na ufanye chochote kile ulicho nacho na tulisema watu wale ambao tumeruhusiwa, wameruhusiwa, sisi tumeruhusiwa kukula chakula ndani ya nyumba zao kufatana na ile aya ambayo inasema la junaha alaikum an takulu fi buyutikum au buyuti abaikum. Hiyo nafikiri iko katika Surat Nur, yani hakuna ubaya, mnaruhusiwa kula kwenye nyumba zenu, nyumba za baba zenu, nyumba za wake zenu, za nini, za ndugu zenu na wengineo, na nyumba za marafiki wenu, au nyumba pia ambazo mna funguo zake hizo nyumba ambazo tumeruhusiwa kula pia vile vile tunaruhusiwa kuo kuswali ndani yake. Hayo ndio ilikuwa tumezungumza kwa katika kikao cha nyuma. Tukiendelea ni kwamba, kuhusu swala makan au mahala pa kuswali baina ya mwanamume na mwanamke, mwanamke haruhusiwi kuswali mbele ya mwanamume na ikiwa au kwenye mstari mmoja sawa na mwanamme. Ikiwa watakuwa katika mstari huo huo moja, au mwanamke atakuwa mbele kwa kiwango cha shibiri moja au zaidi, swala zao zote zitakuwa ni batil. Mwanamke haruhusiwi kuswali mbele ya mwanaume. Kama ataswali mwanamke na anataka kuswali, yani inabidi waswali kwa karibu. Mahala ambapo anaruhusiwa ni mahala pa sujudu yake pasipite mahala pa magoti ya mwanamme. Yani mwanamme anaposujudu mahala magoti yake anafika, mwanamke kichwa chake akiwa atasujudu asijudu kuanzia hapo kurudi nyuma, na lakini kujitoa shakani ihtiyat ambaye ni, ni bora zaidi, mustahabu zaidi, kujitoa shakani zaidi, kama vile kufuatana na Sistani anavyosema uh, ni kwamba mwanamke bora awe ataswali nyuma, yani mahala pake pa kusujudu pawe ni nyuma ya mahala ambapo mwanaume anaweka miguu yake anaposimama. Kwa hivyo awe atakuwa nyuma, sio kwenye magoti, bali mahala ambapo yeye anaposimama miguu yake inaposimama, awe ataswali nyuma, bali ni bora pia zaidi awe wataweka kizuizi cha pazia baina yao au la sivyo, pia ni bora kama wataswali pia. Iliyo bora zaidi pia ni mwanamke awe atakaa dhiraa. Dhiraa moja ni futi moja. Dhiraa ni kuanzia hapa mpaka hapa, yaani baina ya viganja vi na sehemu hii ya kiwiko sasa hii sehemu au tuseme futi moja kwa lugha ya sasa. Sasa mwanamke awe mbali futi kumi anaposwali, hiyo ndio bora zaidi. Yaani mwanamme awe mbele yake kwa umbali wa futi kumi, hapo ndio itakuwa bora, au aweke kipazia au kama ni kuwa karibu asiwe zaidi ya miguu, mahali ambapo mwanamme anaposujudi anapoketi, anapokanyaga hiyo ndiyo njia ya kuswali, lakini hii ni katika hali ambayo mtu hajalazimika, yani hamna dharura. Lakini sehemu ambazo kuna dharura, kama vile Makka, kwa sababu ya wingi wa watu, hamna mahala kabisa pa kuswalia. Sehemu kama hizo, mwanamke hamna shida, anaweza kuswali hata mbele ya mwanamme kule katika Makka, watu wanapoenda hija msikiti vile ulivyo na watu ni wengi sana, utakuta wanawake saa zingine wanaswali mbele ya wanaume au kando karibu, yani kwenye mstari mmoja na hiyo haivunji swala. Lakini katika sehemu zingine hazifai, kwenye msikiti na sehemu nyinginezo mwanamume na mwanamke pia anafaa, tumeambiwa kwamba swala zao zote zinakuwa batil. Si ati kwamba wewe ukisema hujali useme mwanamke, kwa mfano aseme mimi sijali, shauri yake swala yake ndio itavunjika. Mimi niende ni swali mbele, wewe ambaye umeswali mbele, swala yako inakuwa batil, na huyu mwanamume ambaye amekaa nyuma akaamua kuswali nyuma, pia swala yake inakuwa ni batil. Kwa hivyo inabidi wa, wafanye nini? Au kama mmeswali kwenye mustari, sehemu moja safu moja, inabidi afanye nini? Mwanamke siku zote anapoenda sehemu anaswali nyuma, na akiweza azidi kuwa mbali zaidi, hiyo ndio sheria iliyo iliyopo. Na nyingine katika masharti ya swala au mahali ni kwamba mtu anapokuwa ameenda sehemu za ziara, sehemu ambazo maimamu wamezikwa au Mtume sallallahu alaihi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad Aifai mtu kumtangulia imamu katika swala, yaani vipi uwe utaenda kwa mfano mahala ambapo amezikwa, kwa sababu tunaamini maimamu na mtume hata kama wamezikwa, wako hai. Na uhai gani? Uhai wa shahada, kama vile Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema katika Qur'an: la tahsabanna alladhina qutilu fi sabili llahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, inasema ya kwamba msichukulie ya kwamba wale waliokufa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwamba ni maiti, bali wako hai mbele ya Mola wao wanaruzukiwa. Sasa mtume na ahlul bait wamekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo wako hai. Sasa wakiwa wako hai, ni uhai tofauti na huu ambao tuko nao Sio maiti kama maiti hawa wengine ambao wanafariki, la wao wako na uhai maalum. Na kuna mazungumzo mengi kuhusu jambo la uhai wao ukoje, kuna visa, kuna nini hayo hatuyachukuzungumzi kwa sasa hivi, lakini iliyo wazi kufuatana na kauli ya Qur'ani wako hai, na haijuzu kuswali mbele yao, kwa sababu wao ni maimamu wetu ni viongozi wetu, hata katika swala wanafaa kuwa wako mbele. Kwa hivyo mtu anapoenda, usifanye nini, ukiswali mbele ya ms, ya nini? Ya, usiswali mbele ya nini ya kaburi lake, na ukifanya hivyo swala yako itakuwa haisihi, bali utafaa umweke imamu awe mbele yako, ndio katika kuswali haufai kumweka ninapokusudia awe mbele tunaposwali, ama atumaanishi anawekwa mbele ni kama unamsujudia yeye. La, bali wewe unaposimama, kwa mfano, hapa yeye kaburi lake liko pembeni mwako, na bali kila sehemu ambayo unapoenda kwenye ma, ma, sehemu zile walipozikwa, huwa kando ya kaburi kuna sehemu huwa iko kando, wanaita sehemu ya raasi sharifu yaani sehemu ya kichwa cha imamu. Yani wewe unaambiwa usisi usisujudu mbele ya kichwa cha imamu kwa sababu kuna hati ambayo inajulikana kwamba, sasa ikiwa amezikwa hapa basi kichwa chake kitakuwa sehemu hii, basi wewe usitangulie zaidi ya sehemu ya kichwa chake, unarudi nyuma na utaswali sehemu hizo swala zako. Naam, ikiwa ni sehemu ambayo iko mbali, hmm, yani sio sehemu ambayo kwenye chumba kile amezikwa, wewe uko kwenye chumba kingine. Kwenye chumba kingine hamna tatizo, uwe mbele, kwa sababu umbali ni mkubwa sana. Na sababu ya kuwa hufai kuswali mbele ya imamu ni kukosa heshima. Ikiwa utafanya hivyo, itahesabika kwamba ni kumkosea heshima, haijuzu. Kwa hivyo, unaposwali kwenye chumba kingine, itakuwa haihesabiki kwamba ni ukosefu wa heshima sehemu hizo zingine, hata ukiwa uko mbele, hamna tatizo na mtu aweza akaswali. Tufike hapo kuhusiana na ahkamu hizo. Kesho tuendelee kuhusiana na hizi hukumu nyingine. Wa sallallahu ala sayidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi at-tahirin. <tune>